Hey mambo vipi, leo katika video hii, wacha nikufahamishe namna gani ya kuweza ku enable clipboard history katika kompyuta yako, na hii itakusaidia wewe pale ambapo una copy multiple items kwa wakati mmoja, yaani unahitaji vile vitu ambavyo utakuwa una copy basi viweze kuhifadhiwa, na hata muda mwingine pengine utahitaji pengine eh, maandishi fulani, basi tayari yapo katika clipboard history yameweza kuhifadhiwa. Ni rahisi sana, tunaweza kutumia keyboard shortcut lakini pia unaweza kupitia setting, ukenda kuingia katika clipboard, na ukaweza ku hiyo clipboard history yako ipo on kwa sababu zinakuwa zipo off. Kwa click key ya window katika keyboard yako bila kuachia, hold na v kwa pamoja, itakuja boxi ama dialog kama hii ambayo unaiona hapa kwangu. Kwa hiyo hapo unaona sasa hivi E, clipboard history ipo off, kwa hiyo itatubidi tuweze ku mfano naenda kukopi mstari huu hapa na highlight, control c, tayari nimekopi. Nakuja hapa mfano na paste, okay. Na nikiklik ile e, key ya window katika kibodi yangu na v, inakuja hii e, box hapa, na kuja hii window, unaona hapa imehifadhiwa. Enable clipboard history ipo hapa katika clipboard history, lakini pia tuna uwezo wa kukopi mstari huu c, tayari control c, tayari unakuwa imehifadhiwa katika clipboard history. Ukiklik window key na v, unaona tayari copy multiple items at once tayari nayo imehifadhiwa katika clipboard history, lakini pia unaweza kukopi na hii line ya tatu control c, okay, na tayari ukiangalia katika katika clipboard history yako. Pia, hapa, katika history yako pia unaona hapa umeweza kuhifadhiwa. Kwa hiyo hapo unaweza kupaste hizi zote tatu kwa kwa wakati mmoja, mfano let's say hapa nahitaji kupaste. Kwa hiyo nitavuta ile clipboard history yangu window key v then Nita click hapa katika copy multiple itakuwa pasted kama hivi, lakini pia nita click tena key ya window v ya hapa, nita click katika hii clipboard history itakuwa pasted kama hivi. Kwa una uwezo wa ku copy multiple items kwa mara moja na ukaweza kuzitumia kwa kuweza kuingia katika clipboard history ya kumbuka, keyboard shortcut ya window v okay, ndio ambayo itakupatia hiyo clipboard history yako na kuweza kuziona zile ambazo umezi copy utaziona huko, lakini unaweza kutumia, nimekuambia kwa kupitia settings ukaingia setting, ukaingia katika hii e, system hapa, na ukashuka chini kabisa, utaona hapa features ya ama options ya clipboard, na hakikisha hapa pako on. Okay, utakuta kuko off, washa hapa kuwe on kama hivi, na tayari itakuwa inahifadhi zile e, history ya vitu ambavyo utakuwa una copy. Lakini pia hii inafanya kazi hata kwa picha. Mfano acha tu take screenshot okay, na click katika keyboard yangu key hii ya ku take screenshot, na nachukua mfano picha hapa cap. Tayari nimetake screenshot na tayari nikikliki ile window key na V katika sehemu yangu ya clipboard, kwa vile nimewasha clipboard history tayari, ile screenshot ambayo nimetake imehifadhiwa hapa katika clipboard history. Unaweza kufanya hivyo pia, uka click mfano, let's say save ni screenshot hapa katika hizi folder okay. Tayari pia na hii itakuwa imehifadhiwa katika clipboard history. Okay, key ya window na V kupata hii eh, box ambayo inakuonyesha vile vitu ambavyo vimehifadhiwa katika hiyo clipboard history yako kwa wakati huo. So kama hivi ambavyo unaona, picha hizi mbili zote zimeza hifadhiwa humu. Unaweza ku clear all. Mfano umekopi vitu vingi, unahitaji ku clear ili uanze upya, unaweza ku clear hapa. So Justin, hivyo tu leo katika video hii nilihitaji kuweza kufahamisha hichi kitu kidogo ambacho kinaweza kukusaidia wewe katika ufanyaji wako wa kazi katika kompyuta yako. Asante sana, mpya like video hii, subscribe YouTube channel yetu kama ni na vile vile usikose muendelezo mwendelezo hiki ambacho tumekuwa tukifanya hapa katika YouTube channel yetu kuweza kuona tips na tricks mbalimbali za kuweza kutumia operating system wa Windows lakini pia na operating system aina nyingine. Asante sana.